Mheshimiwa Mkolaya, nikupongeze pamoja na viongozi wote wa serikali na chama pamoja na wakazi wa Kisarawe kwa kusema sasa ni mkwania wake. Mnatoka geto, sio unachia geto. Tunafanya hivyo sababu tunataka hao watoto wasome. Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ambaye nii ni mama yenu na wengine ni miji yenu, anataka watoto wasome. Urithi ulio bora kabisa ni elimu, si ndio? E, lazima msome. Na kuna anayezaliwa anajua kitu au anayezaliwa hajui? Mtoto wote sinazaliwa wote amfahamu, mnakuja mnafundishwa kusoma, mnafundishwa kuandika huu yeah. Hakuna ambaye anasema mimi sina akili, hakuna. Mimi ni baba yenu. nina watoto kama nini, wazazi wanajituma kuweza kuhakikisha mimi nasoma. Mheshimiwa Rais anajituma kuhakikisha kuona watoto wa Tanzania wanasoma, tena elimu bila malipo. Ameshajenga Mheshimiwa Rais kwa serikali ya awamu ya sita madarasa shule shule za sekondari 42 na shule za msingi 48 shule zilizokamilika kwenye mkoa huu, kwa sababu anataka watoto usome, na usiposoma ukiacha shule tutakufata, tutakurudisha usome kwa nguvu, na mzazi wako tutamchukulia hatua, lazima msome. Watoto wa kike mna uwezo mkasoma vizuri tu, na vitu mnaona hapa amechafuka na vitu vinang'aa hapa na nyota haya. Huyu ndio mkuu wa uhamiaji wanaotoa passport kwenda nje ya nchi, tokusafiri wa mkoa mkoa Luoga ni mwanamke, shule imepanda hapa, tena shule. Huyu hapa ni kamanda wa zimamoto wa mkoa, tunaona begani tena, wamesoma mashule madigiri mpaka na masheria, hata wanayo hata mahakamani yetu. Some shule, kazi yetu tuwatayarishie madarasa, tuwatayarishie mazingira mazuri, na watoto wa kiume, na waagiza, hawa ni dada zenu So vinginevyo na nii hawa ni nani Kazaenu! na mambo ya sifuri haiwezekani hakuna wewe unadhani unapata division nzima hapa unapata marks ngapi utafanana na hawa hapa hamtaki kuwa hivi Rais wa nchi yetu ni sasa je bwana kwa nini mnataka kumwangusha kwa nini nataka kuanzia sasa kazi yenu msome